Ndugu watazamaji, kiumbe hiki si kigeni sana hivyo, wapo ambao wanatambua madhara ya kiumbe hiki, lakini pia kutambua madhara hayo yanakuja ndani ya muda gani ni muhimu sana. Sasa hii leo tumekuandalia aina kumi ya nyoka, nyoka ambao ni hatari sana kwa afya yako, hivyo ni muhimu sana kujilinda mwenyewe hivyo kwa aina hizi kumi za nyoka zinatofautiana kwa muda pindi ambapo zitaweza kumwasili mtu. Hivyo, kitu cha msingi cha kukizingatia ambacho ewe ndugu mtazamaji unatakiwa kukifanya ni wewe kutokubanduka hapo ulipo, ili uweze kutambua aina hizi kumi za nyoka ni zipi. Tutaanza nyoka namba kumi kulingana na uwezo wao, jinsi wanavyowasili. Moja kwa moja tutaenda mpaka namba moja. Namba moja, anayetukamatia nafasi hiyo ni nyoka yupi? Lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, tunakuomba usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozi upload. Nyoka anayetokamatia nafasi ya kumi anaitwa Boomslang. Nyoka hawa, muda wa athari ni masaa sita mpaka ishirini na nne. Sumu ya nyoka hawa ni hemotoxic, ni sumu ambayo inaweza ikapelekea ama kusababisha damu kuweza kuganda, hivyo husababisha kutokwa na damu katika mwili, ambayo ina uwezo mkubwa sana kuweza kupelekea mtu kuweza ku kufariki ama kuweza kupatwa na kifo. Namba tisa, ndugu watazamaji wetu, hawa ni nyoka ambao wanaitwa koro ama eastern coral snake muda ambao wana uwezo wa kukuletea madhara makubwa pindi aidha nyoka hawa wakaweza kuko asili ama kukung'ata ni kuanzia masaa mawili mpaka masaa kumi na mbili. Neurotoxin yake ya nyoka hawa inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kusababisha ama kupelekea mwili kuweza kupooza, hata kuleta matatizo makubwa ama kuleta athari ya kushindwa kupumua, na hivyo huweza kupelekea hata mtu kuweza kupata matatizo ama kupelekea kifo endapo mtu huyo atashindwa kupata matibabu ya haraka. Namba nane aina ya nyoka ambayo tumewaandalia hii leo, ndugu watazamaji wetu, hawa ni nyoka wa crate wa bungalas ama tunawaita banded crate. Aina hii ya nyoka wanasumu ambayo inayo uwezo wa kuweza kukuzuru kwa masaa mawili mpaka masaa sita. Sumu yake nyoka hawa ni neurotoxic, ambayo huasili misuli na kusababisha mwili kuweza kupooza. Dalili zinaweza kuchelewa, lakini mala tu pindi ambapo zinaanza dalili zake, huweza kuleta ama kusababisha madhara ya kushindwa kupumua. nyoka anayetokamatia nafasi ya saba aina nyoka hawa wanaitwa Bushi Viper. Nyoka hawa pindi watakapokuasili, wanao uwezo wa kuweza kukuletea shida ndani ya saa moja mpaka masaa nane. Sumu yake nyoka hawa ni hemotoxic, ambayo inao uwezo wa kuweza kukuletea shida ama kujihisi maumivu makali, pia kuleta shida za uvimbe, pia hata kuweza kusababisha mwili kuweza kupoteza damu. Namba sita ni Viper, saw-scaled ama wengine wakipenda kuwaita Echis carinatus nyoka hawa pindi watakapokung'ata wanao uwezo kukuasili kuanzia saa moja mpaka masaa sita. Nyoka hawa wanatoa sumu ya hemotoksin, ambayo inaweza w kuasili damu, hivyo huweza kupelekea ama kusababisha kuweza kuganda kwa damu, pia maumivu makali, hata kupatwa kwa mshtuko wa damu. Namba tano anaitwa nyoka wa taipani wa pwani ama kwa lugha nyepesi wanaitwa costa taipani. Nyoka hawa pindi watakapokuzuru wanao uwezo wa kuku asili kuanzia nusu saa ama dakika 30 mpaka dakika 60 ambayo ni sawa na saa zima nyoka hawa wanatoa sumu kali ambayo inaweza ikapelekea ama kuleta matatizo ya kuganda kwa damu, kupoteza fahamu, hata pia kuweza kuleta shida katika viungo vya mwili wa mwanadamu. Namba 4 anaitwa nyoka wa Leto Snake ama wengine wakipendelea kumuita Eastern Diamondback rattlesnake. Pindi watakapokuzuru, nyoka hawa wana uwezo wa kukuasili kwa muda kuanzia nusu saa ama dakika 30 mpaka saa zima, ambayo ni sawa na dakika 60. Athari ya nyoka huyo. Nyoka huyo anatoa sumu ya neurotoxin ambayo inao uwezo mkubwa sana wa kuweza kuleta madhara makubwa ambayo yanaweza yakapelekea hadi kupata kifo ndani ya muda mfupi sana, kwa kusababisha tatizo la kupoozesha misuli na kuleta shida ya moyo na hata kupumua pia. Namba tatu anaitwa Cobra wa Asia ama Indian Cobra. Atakapokuasili nyoka huyo, madhara yake huanza kuonekana ndani ya dakika 30 mpaka saa zima, ambalo ni sawa na dakika 60. Nyoka hawa wana sifa ya kutoa sumu ya neurotoxin ambayo pindi tu wanapoitoa sumu hiyo inao uwezo mkubwa sana wa kudhoofisha mfumo wa neva pia wanaweza kusababisha matatizo ya kupooza, pia kuleta tatizo la shida katika mfumo mzima wa upumuaji. So hali hii inaweza kupelekea matatizo makubwa kama vile kifo, pindi tu mtu atakapochelewa kupata matibabu ya haraka ama huduma ya kwanza ya haraka. Katika nafasi ya pili, ndugu watazamaji wetu, nyoka namba mbili ni type wabala ama kwa lugha ya kigeni anaitwa Taipani Inland. Nyoka huyu anapokuzulu, madhala yake huwa yanaonekana ndani ya nusu saa ama dakika 30 mpaka dakika 45. Sumu ya nyoka huyo ni neurotoxic, ambayo inao uwezo mkubwa sana wa kuathiri mfumo mzima wa neva. Pia vilevile vile nyoka huyu ana sumu ya hemotoksiki ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuathiri mfumo mzima wa damu. Pia ana myotoksiki ambayo inayo uwezo mkubwa sana wa kuweza kuathiri mfumo mzima wa misuli. Kabla hatujamtambua nyoka namba moja, ambaye anao uwezo kubwa sana wakuweza kukuasili ndani ya dakika chache ama kwa muda mfupi sana, naomba niweze kukumbusha ndugu watazamaji wetu, kama wewe ni wa kwanza kufungua channel hii, tunaomba usiache kubonyeza neno subscribe, ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozi upload. Namba moja, huyu anaitwa Mamba wa Afrika, ama kwa lugha ya kigeni anaitwa Black Mamba. Nyoka huyu uwezo wake wa kukuu asili ni ndani ya dakika 15 mpaka dakika 30 ama nusu saa. Nyoka huyu anatoa neurotoxin ambayo inakuwa na nguvu sana, ambayo inaweza ikasababisha ama kupelekea mtu kuweza kupata matatizo ambayo anaweza kumpelekea mpaka kufa ndani ya muda mfupi sana. Hivyo inaweza ikampelekea mtu huyo kuweza kupata matatizo ya kupooza kwa mwili, pia kupatwa na shida za upumuaji, hata tatizo zima la shida za moyo. Kwa nyoka hawa wote, kupata msaada wa haraka wa matibabu ni muhimu, kwani sumu zao zinaweza zikasababisha matatizo makubwa, hususa kifo ikiwa tiba haitoweza kupatikana kwa haraka pindi ambapo mtu atakumbwa na matatizo ya kung'atwa na nyoka. Hivyo ndugu watazamaji, swala la ujenzi wa afya ni jukumu letu sote. Pindi ambapo unakuwa na tatizo lolote lile la kiafya ambalo linakuwa linakusibu, usisite kututafuta katika namba ambayo inapita katika skrini yako ili tuweze kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho ya tatizo ambalo linakuwa linakusumbua kwa wakati huo. Pia niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kufuatilia video zetu pindi ambapo tumekuwa tukiziposti. Sina kitu kingine cha ziada niseme tu, na shukuruni asanteni.